Jina langu naita Dorcas Daniel, ambaye nakuangazia magazetini leo. Wengine huniita Double D simbaya. Kukamilisha matangazo haya, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard, na mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma, ukiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao eh, kila itopo E, Jumapili ama kila itopo Jumatano. Jumatano saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 kamili jioni wana ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi, maombezi na hata ushauri endapo utahitaji. Lakini kwa siku za Jumapili basi wana ibada mbili tu. Ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu, na ya pili inaanza saa 4 kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Ndani ya masaa machache tu hayo ibada zote hizo mbili zinakuwa tayari zimekwisha kutamatika. Kwa hiyo kama si rahisi kufika kwa maana ya kuhudhuria basi unaweza kutizama kupitia mitandao ya kijamii kama Sauti Kuu TV Online, kadhalika rival ngarami smunisi online tv, na ili kuwa eh, unapata taarifa hizo kwa wakati, basi hakikisha unakuwa mdau kwa kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kutufuatilia kila itwapo sasa. Kila itwapo leo Magazetini Leo ni kipindi ambacho kinakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikihitajwa kuwa saa kumi na mbili na nusu na hapa tunaangazia kwa uchache tu habari za kitaifa na kimataifa katika sehemu ya kwanza ya Magazetini Leo, habari za kimichezo na burudani katika sehemu ya pili ya Magazetini Leo, kisha na kupa ruksa na nafasi ya kujipatia nakala yako, kupata habari kwa kina, ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako habari hizi pia hupatikana huko. Nianzia sehemu ya kwanza ya magazetini leo, kama ilivyo ada, nikitupia macho gazeti ni pashe mwanga wa jamii. Habari kubwa inasema ilivyokuwa elfu mbili na ishirini na tano. Habari ambayo imepewa kipaumbele hapa inasema watanzania wapitia safari ya milima na mabonde, siasa ziki E, zikichemka matumizi makubwa ya mitandao kupaza sauti za e, kushinikiza mabadiliko, sura mpya za watendaji serikali, e, e, serikali za tuma ujumbe mzito. Habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Nipashe ikionyesha jinsi ilivyokuwa 2025, ukizingatia yamesalia masaa tu sasa kutamatisha mwaka huu 2025 na kuendea mwaka 2026, umejiandaje? Naangazia habari nyingine, ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe inasema: msomi afukua kiini migahawa kufa ndani ya mwaka mmoja. Msomi afukua kiini migahawa kufa ndani ya mwaka mmoja. Habari hii vile vile utaipata hapa. Mahakama Kuu yaipa uh, ruksa ACT kupinga wabunge wa viti maalumu. DJ na MC vigezo na masharti wawe wahitimu <laughs> wa vyuo uh, ma DJ pamoja na MC vigezo na masharti wawe wahitimu wa vyuo. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. o mi na kipaji basi, hakikisha kipaji chako <laughs> haya. Yeye amejifungua juu ya paa, tupa kichanga. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii, unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari hizo kwa kina, ama kutembelea hizo kurasa za mitandao ya kijamii. Na ondoka hapo nikitupia macho gazeti Tanzania leo, sauti ya Mtanzania, habari iliyokolezwa wino hapa inasema, alama nyingine ya Dr. Samia 2025 na Tanzania kumi bora kwa mazingira ya uwekezaji Afrika. Eh, ni baada ya rekodi ya uwekezaji wa trilioni 6 ndani ya miezi mitatu. Ipo pia ya uwekezaji wa kiwanda kimoja siku moja, alama nyingine ya Dr. Samia 2025 na habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti Tanzania leo sauti ya Mtanzania e, mfumo wa IDRAS kuongeza mapato ya kodi TRA. Habari nyingine nasema daktari Mwigulu aagiza kuboreshwa soko stendi ya Bunju Kinondoni. TIB ichangie ukuaji wa maendeleo ya uchumi wa taifa, Balozi Omari anayesema hayo haya na mengine mengi ni kwa mujibu wa gazeti Tanzania Leo e, sauti ya Tanzania. Gazeti Mwana habari gazeti bora limeandika Tanzania endelea kuvunja rekodi usajili wa miradi. Waziri Profesa Mkumbo asema kuanzia 2021 hadi Disemba 29, 2025 miradi iliyosajiliwa imeongezeka kutoka Eh, 252 hadi 915 sawa na ongezeko la zaidi ya asilimia 260. Habari kamili ukurasa wa pili hata wa tatu. Gazeti Mwanahabari, gazeti bora: hakuna mtoto atakayezuiwa kusoma kwa kukosa sare ya shule, Waziri Tamisemi anayasema hayo. Hakuna mtoto atakayezuiwa kusoma kwa kukosa sare za shule Kauli ya kwake waziri Tamisemi, nakala ya gazeti mwana habari gazeti bora inataja kwa kina. Fuoni wajitokeza kupiga kura kuchagua mbunge wao. TRA waja na Idris kuongeza eh, ufanisi eh, utendaji kazi. Haya, achilia mbali gazeti mwanahabari gazeti wa machinga sauti ya wanyonge. Gazeti hili limeandika: Profesa Kitila uwekezaji nchini waongezeka. Profesa Kitila adai uwekezaji nchini waongezeka, asema ni mara e, ni mara nne ndani ya miaka minne. Mitaji yafikia dola bilioni kumi nukta tisa tano. Haya, fuoni siha wajitokeza kuchagua wabunge. Utegemezi mafuta toka nje kupunguzwa. Rais kuongeza ufanisi wa utendaji kazi TRA. Huku mbunge Asenga awalipia kodi wafanyabiashara wa mboga mboga soko kuu Ifakara. Habari hii iliyopatiwa nafasi katika ukurasa wa saba gazeti wa Machinga sauti ya Wanyonge, achilia mbali gazeti wa Machinga vilevile. Gazeti Uhuru ukweli daima limeandika wachumi wataja faida nane ujenzi reli ya Tazara. Habari hii imepamba e, ukurasa wa mbele wa gazeti hili Wachumi wataja faida nane ujenzi reli ya Tazara. Sakata malori la mlaza eh, eh, boda RC wa Tanga, sakata malori la mlaza boda RC wa Tanga, habari hii ambayo imetajwa eh, katika gazeti Uhuru ukweli daima. Wawili wafariki dunia kwa radi. Ajira mpya chanzo watu kufurika NIDA. Habari hii imeelezwa hapo e, mkandarasi aliyelipwa kibano apewe apewa masharti. Mkandarasi aliyelipwa kumradhi, habari inasema mkandarasi aliyepewa kibano apewe masharti. Habari iliyotajwa katika gazeti Uhuru ukweli daima. Unaweza kukamata nakala hiyo kuangazia habari kwa kina ama kuondoa utata kama habari hiyo ya kutatanisha na vinginevyo, basi unaweza kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako habari hizo pia hupatikana. Gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku linanipa uhuru wa kuangazia habari hizi zilizoandikwa na mwandishi wa gazeti Uhuru na kuthibitishwa na mhariri wa gazeti hili kuwa yafaa kwa umma. Habari kuu inasema, serikali yazidi kutafsiri kwa vitendo maono ya Rais Samia e, dhamira yake kujenga uchumi wa viwanda, kuongeza thamani ya mazao na rasilimali, kuongeza mauzo ya nje, kukuza ushindani na kuzalisha ajira yazidi kutekelezwa habari hizi zimefafanuliwa e, hasa katika ukurasa wa nne wa nakala ya gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. TIC ya sajili miradi 915 ya dola milioni kumi, habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira. Soko la Kariakoo kuwa na nyumba, eh, kuwa na vyumba vya kunyonyeshea soko la Kariakoo kuwa na vyumba vya kunyonyeshea e banae. haya Naibu Waziri Katambi na maelekezo muhimu kwa taasisi, habari ambayo uta, utaipata katika gazeti Majira vile vile, eh, gazeti huru la kila siku. Mtazamaji, hii ni sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa, na bado tunasonga mbele nikiangazia gazeti Mwananchi. Mwananchi limeandika tutakuja hivi mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Wakina nani hao? Ni Chadema wanadai, tutakuja hivi mwaka elfu mbili na ishirini na sita, yaahidi kusimamia e, siasa za kipekee zitakazojikita kwenye mchaka mchaka kuhamasisha wananchi kutafuta majibu ya masuala ya utawala bora. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili, e, gazeti Mwananchi Mwananchi pia limeandika BOT yaeleza ugumu kudhibiti biashara holela ya e fedha Tunduma. Kurasa wa tano unaandika simulizi aliyopitia abiria wa SGR da Dodoma. Kamera za CCTV ziling'olewa na waandamanaji, Msando anazungumza hayo kwamba kamera za CCTV ziling'olewa na waandamanaji. ACT Wazalendo apate ruksa kupinga uteuzi viti maalumu kurasa watatu wa gazeti Mwananchi unataja habari hiyo kwa kina. Sasa tuangazie gazeti eh, habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari yake kuu inasema mambo ya iva, mji wa uwekezaji Bagamoyo, uwekezaji sita wapewa ardhi ujenzi wa viwanda Tanzania, panda mazingira bora uwekezaji, ajira laki moja sitini na moja elfu mia sita sabini na nane zapatikana, ukurasa wa pili una na moja elfu, mia sita eleza Mwandambo <laughs> mikononi mwa polisi kukashifu dini eh, baba yenu. Clemence Mwandambo mikononi mwa polisi kukashifu dini, habari kamili ukurasa wa nne. Nachoka mimi, mtangazaji wenu, msamaha. Waliokiuka sheria vyombo vya moto mwisho leo, ukurasa wa ndani wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, unaandika halmashauri zaelekezwa kupeleka fedha miradi ya vijana wawili eh, huru, kesi ya kuporomoka ghorofa Kariakoo, mvua ya somba, bajaji wanne wanusurika kifo, vigogo watano matatani, uzaji ardhi ya malisho habari hiyo utaipata katika gazeti eh, gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Vilevile gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi limeandika Fuoni wapiga kura kwa utulivu. Sawa, ujenzi nyumba za makazi kuta, eh, kutakuza maendeleo. Dr. Haruni anayesema hayo, ujenzi nyumba za makazi utakuza maendeleo ya eh, Dr. Haruni akizungumza hayo ukurasa wa pili, bila shaka una andika habari hiyo kwa kina. Dkt. Mwinyi afanya mabadiliko ya viongozi. E, miezi kumi, e, Rajabu 1447 mwaka wa Kiislamu e, mwezi kumi Rajabu 1447 mwaka wa Kiislamu. Haya, TASAC yanunua boti mbili za uokozi Tanga, Kigoma Dokta mkuu yaagiza kufundwa kielimu watendaji kada ya afya. Rais wa Israel akanusha kumpa msamaha Netanyahu, habari ambayo imetajwa katika nakala hii ya gazeti Zanzibar, huku ZHC kutumia eh, bilioni 1.9 ujenzi ofisi nyumba za biashara huko mjini Pemba. Habari hiyo utaipata katika nakala hiyo utakapokamata nakala hiyo kwa kina ama kutembelea katika kurasa zake za e, mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Sasa gazeti hilo linatamatisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa na tutapata mapumziko mafupi, mtazamaji. Nikirejea hapa, basi moja kwa moja nitakuangazia habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo.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 92 au 0678813891. Na mkaribu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, nikianzia gazeti la kimichezo na burudani gazeti Mwanaspoti, mahususi kwa habari hizo na hasa ukiwa mwanamichezo, kama umekamata nakala yako mkononi mwako twende sambamba, na kama bado pengine unafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, sasa twende vile vile sambamba, na kama huna hivyo vyote nitegee sikio lako na unitizame mubashara. Mimi naitwa Dorcas Daniel. Gazeti Mwanaspoti limeandika kiungo gumzo asepa Yanga ya saka mbadala wake, kiungo gumzo asepa Yanga ya saka mbadala wake. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa pili wa gazeti Mwanaspoti. Yakub kama Kamara Simba yaingia <laughs> mzigoni faster. Anko eh, Ankonzala yupo hivi, yupo vipi? Basi ukurasa wa kumi na saba gazeti Mwana Spoti unaeleza mwanzo wa mwisho ajali ya Joshua, habari ambayo imetajwa hapa. Amori mwatoa msimamo mpya maniu, vile vile ni habari ya kimichezo na burudani iliyopatiwa nafasi katika gazeti la kimichezo na burudani gazeti Mwana Spoti. Na sasa tuangazie gazeti eh, Habari Leo, gwiji la habari Tanzania michezoni, huku kumeandikwa, kocha mpya wa Simba kuanza kazi mapinduzi. Kocha mpya wa Simba kuanza kazi mapinduzi. Ngoja tuone yaliomo yamo. Sita za tangulia, kumi na sita bora, tano za aga AFCON. Sita za tangulia, kumi na sita bora, tano za aga AFCON. Knockout ya mama leo, mabondia watamba. Knockout ya mama leo, mabondia watamba. Vile vile gazeti hili linakutajia ratiba ya AFCON 2025, Jumata, eh, Jumatano ya Disemba 31. Haya, Guinea wao watakipiga na Algeria saa moja kamili usiku huko Sudan pamoja na Burkina Faso wao watakichakaza vilevile saa moja kamili usiku. Gabon versus Ivory Coast ni saa nne kamili usiku. Msumbiji wao watakichakaza na Cameroon ifikapo saa nne kamili usiku. Hii ndio ratiba ya AFCON 2025 Jumatano ya Desemba 31. Vita ya Azam Singida ya Hamia Mapinduzi Ukurasa wa 23 gazeti hili unaeleza undani wa habari hiyo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Zanzibar Leo Michezoni. Azam Football Club, Singida Black Stars kitawaka leo. Mapinduzi Simba yamkaribisha kocha wa viungo. KMC yamtambulisha rasmi kocha Baris, habari ambayo imetajwa vile vile katika nakala hiyo ya gazeti Zanzibar Leo Michezoni. Gazeti Uhuru limeandika Eh, undani wa rekodi ya Msuva Afcon, undani wa rekodi ya Msuva Afcon. Hii ni mara tu baada ya huyu jamaa kuwa na mchezo mzuri katika michuano ya Afcon inayoendelea na wao wakiwa jana, eh, wamemalizana na michuano hiyo baada ya kuchapwa mbili kwa moja. Haya, nane, eh, mabao yaliyofungwa na Taifa Stars katika Afcon kuanzia mwaka elfu moja na mia tisa na themanini nane mabao yaliyofungwa na Taifa Stars katika Afcon kuanzia mwaka elfu moja na mia tisa na themanini habari hiyo umetajwa katika gazeti Uhuru. Singida bs yaipa tano Mlandege. Kocha moroko hawapatanwa wachezaji wake, hapatashik knockout ya mama Kijitonyama. Habari hii imeelezwa katika nakala ya gazeti hilo. Kisa mabao elfu moja Ronaldo agoma kutundika daruga kisa mabao elfu moja Ronaldo Goma kutundika Daruga. Habari hii imetajwa ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti Uhuru. Ukweli eh, daima gazeti Majira eh, gazeti Uhuru la kila siku vile vile linanipa uhuru wa kuangazia michezoni hapa. Kocha Simba Sports Club aanza kazi rasmi awapa mikakati mizito wachezaji wamtambulisha kocha mpya wa viungo huku Azam Football Club Singida Black Stars mechi ya kibabe leo. Haya bwana, Nipashe limeandika e, beika kamili kuibeba Simba. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini aongoza kikao kazi, kikosi chaelekea Zanzibar kwa ajili ya kushiriki. Striker mpya Yanga kuongeza makombe. Ronaldo asema ndoto yangu kufunga mabao elfu moja tu. Haya habari hiyo imeelezwa ukurasa wa 21 nakala ya gazeti ni pashe tuangazia wa machinga spoti michezoni. E, Taifa Stars ya shangaza Afkon <gulia> ya ibana Tunisia licha ya kuchapwa e, jana, lakini bado Taifa Stars e, ya shangaza Afkon ya ibana Tunisia kwa baadhi. Mchuano wa jana uliochezwa dhidi ya Taifa Stars pamoja na Tunisia ulitoka sare ya goli moja kwa moja. Tunisia wakipata goli la penalti, lakini baadaye Taifa Stars wakarejesha eh, goli lililofungwa na mchezaji wa Azam Faisal Salimu Abdalla Fitoto. Haya, Mwanengo wa TRA hatua Yanga, habari hiyo imetajwa katika gazeti wa Machinga spoti. Azam Singida Black Stars mechi ya kibabe Mapinduzi Cup, habari ambayo utaipata hapo gazeti Mwana Habari. Michezoni Stars yaweka rekodi Afcon Feitoto bala yakosa sare ya moja kwa moja na Tunisia yatoka kumradhi, sare ya moja kwa moja na Tunisia kukutana na e, Moroko hatua inayofuata metacha tajwa katika mazungumzo na Simba Mbeya City ni mwendo Uh, wa mazoezi tu, habari ambayo imeelezwa hapa ndemla katika rada za kuhitaji ka TRA, huku baresi yaomba ushirikiano KMC na kala ya gazeti Mwanahabari inaeleza undani wa habari hiyo. Vile vile inatamatisha magazetini leo kutoka hapa studio zetu za kawe jijini Dar es Salaam. Kamata nakala yako kupata habari kwa kina, ama tembelea kurasa za mitandao ya kijamii upate habari kwa kina, ama uondoe e, utata wa habari inayokutatanisha asubuhi ya leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard.